Jina anaitwa Mhandisi Emanuel ya Yesaya, ni kaimu meneja usaidizi wa kiufundi kwa uendelezaji miradi kutoka Wakala wa Nishati Vijijini REA. Tupo katika maonesho ya wiki ya kuelekea siku ya kilele cha maadhimisho ya kimataifa ya siku ya wanawake katika mkoa wa Arusha, ambapo katika maonesho haya Wakala wa Nishati Vijijini e, unashiriki katika kutoa elimu na kuonesha teknolojia mbalimbali pamoja mbali, na bidhaa ambazo zinatumia nishati safi ya kupikia. Ni eh, harakati za kuunga mkono eh, jitihada za taifa letu kuthamini mchango wa kwa wanawake katika shughuli mbali mbalimbali za uchumi, lakini pia e, ni katika pia kutekeleza yale maazimio ambayo yalifikiwa katika azimio la Beijing ambalo lilifanyika kule nchini China e, mwaka 1995 ni takriban maadhimisho ya miaka 30 ya azimio la Beijing, na sisi kama wakala wa nishati vijijini tumekuja katika maonyesho haya e, kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani kutoa elimu na kuonyesha bidhaa ambazo zitamsaidia mwanamke katika shughuli zake za, za, za kila siku hususani e, kuboresha afya yake lakini pia teknolojia hizi zinasaidia pia kuhifadhi mazingira yetu. Tunaonyesha teknolojia na bidhaa mbalimbali za nishati safi ambazo zimeletwa na wadau wetu mbalimbali ambao tunafanya nao kazi siku hadi siku. Bidhaa hizi ni, ni pamoja na majiko banifu ambayo ya yanatumia ya, ya mkaa mbadala, lakini pia tuna mitungi ya LPG ya gesi ya kilo sita pamoja na ile ya kilo kumi na tano. lakini pia tuna majiko ya umeme ambayo yale yanaitwa induction cooker, ambayo yote haya tunatoa elimu kwa wananchi, lakini pia wakihitaji, wanauziwa katika maonesho haya. Kwa hiyo eh, kama Wakala wa Nishati Vijijini tumejipanga vizuri na tunayo kauli mbiu ya siku hii, wiki hii ya, ya wanawake ambayo eh, inasema kwamba wanawake na wasichana 2025 tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji. Kwa na, na sisi pia tunaunga mkono kauli mbiu hii ambayo ni ya kitaifa katika kuhakikisha kwamba e, tunaunga mkono jitihada za wanawake katika kujikomboa na katika pia kuhakikisha kwamba wanachangia katika shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi kwa ajili ya taifa letu. Naitwa Martha Chasama ni mkuu wa kitengo cha habari aa, wakala wa nishati vijijini REA. Siku hii ya wanawake, sisi kama REA tunaiadhimisha kwa kuhamasisha wanawake kuweza kutumia nishati ambayo ni safi, nikiwa na maana ya kwamba wanawake tuhame katika matumizi ya nishati ambayo sio safi, nikiwa na maana ya kwamba tumizi ya mkaa na kuni na kuweza kuhamia katika nishati ambayo ni safi, nikiwa na maana nishati ya umeme nishati ya gesi pamoja na majiko banifu ambayo ni majiko ambayo yanatumia mkaa kidogo na kuni kidogo. Kwa jinsi hii, tukihama na kutumia nishati hizi ambazo ni salama tunaweza tukaokoa mazingira yetu, nikiwa na maana ya kwamba kupunguza ukataji wa miti ambao unaharibu mazingira na kusababisha ukame na pia nikiwa na maana ya kwamba tunapotumia nishati ambayo ni safi tunaokoa muda, kama wanawake tunaweza tukashiriki katika shughuli za kijamii, zikiwemo shughuli za kisiasa, na pia tutapunguza ukatili wa kijinsia, kwa sababu mara tunavyoenda kutafuta kuni maporini kule na sehemu zingine, kunakuwa na ukatili ambao unatokea, na pia itapunguza kwa wasichana na kwa wanawake kuweza kukimbizwa na wanyama wakali au kuweza kudhuriwa kabisa na wanyama ambao ni wakali. A, madhara mengine ambayo yanapatikana baada ya kutumia nishati ambayo sio safi na salama ni pamoja na ma na maradhi ya upumuaji, maradhi ya mapafu ma pamoja na maradhi ya macho. Nangu ni Remija Salvatori niko mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma PPRA. Tuko hapa Arusha kuelekea kilele cha siku ya wanawake duniani. Hapo kesho tarehe nane mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano. Nimefika hapa katika banda la wizara ya nishati, nikakutana na jambo zuri, jambo la kutumia nishati safi. Nikaona ni jambo zuri ambalo tunatakiwa wote tulienzi, kwa sababu kwa kutumia nishati safi tunatunza mazingira, tunaepukana na maradhi ambayo yamekuwa yakisababishwa pia na matumizi ya nishati ambayo si salama, kama magonjwa ya kupumua, magonjwa ya macho, magonjwa ya vifua na kadhalika. Kwa hiyo kwa kutumia nishati safi, tunahamasisha kila mmoja aweze kutumia nishati hiyo na kuweza kutunza mazingira na kuweza kumhamasisha na kumfundisha kila mmoja wetu aweze kuendelea kutumia kwa kwa ajili ya utunzaji wa mazingira na Tanzania iliyo salama na endelevu. Sisi kama wanawake tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kampeni hii ya kuhakikisha sisi wakina mama tunaokoa muda, tunatunza familia zetu kwa kutumia nishati safi na salama. Kwa kufanya hivyo, tutahakikisha kila mama, kila mmoja wetu anahakikisha anatumia nishati hii.